Indal faraghi min at'ami, kushukuru. Kushukuru wakati wa kumaliza kula chakula, kushukuru na kumsifu na kumhimidi Mola subhanahu wataala

Anapoinua maida yake. Nini maana ya maida? Maida ni jina la chochote ambacho huwekwa chakula juu yake ni jina la chochote ambacho huwekewa chakula juu yake, watu wakala chakula hicho kikiwa juu ya kitu hicho. Watu wengi wanadhani kwamba maida maana yake ni meza ya chakula. Meza ya chakula pia ni maida, kwa kuwa juu yake huwekewa chakula, lakini kadhalika kipande cha shuka kilichotandikwa chakula kikawekwa juu yake, au kipande cha kijimkeka, kipande cha eh karatasi fulani hivi limewekwa, alafu chakula kikawekwa juu yake, huitwa maida. Maida ni jina la chochote ambacho hutandikwa chini, alafu chakula kikawekwa juu yake na pia hutajwa maida ikakusudiwa chakula chenyewe, chakula chenyewe au vyombo vilivyotumika kulia chakula hicho. Zote hizi maana wamezitaja ahlul ilmi. Kwa hiyo tukisema idha rafaa maidatahu, yafaa kusema anapoondosha mabaki ya chakula chake, kwa maana alichokibakisha ni sawa. Idha rafaa maidatahu, anaponyanyua mkeka wake wa kulia chakula hicho ni sawa. Idha rafaa maidatahu, anapoondosha vyombo alivyolia chakula hicho ni sawa. Almuhim alikuwa akilifanya hilo qala

Nyingi sana sifa nyingi sana zinazoendana na utukufu wake na ukamilifu wake, tayiban, tena himdi zilizokuwa nzuri, sifa zote njema zilizonzuri, tayiban, zilizo nzuri, tayiban zilizo a, takatifu zimetakata kutokamana na uchafu wa ria, zimetakata kutokamana na uchafu wa suma. Kwa maana ninamsifu ninam, ninam, ninam Mola wangu Allah na ninamhimidi Allah himdi nyingi sana

hali ya kuwa huyoni namhimidi, ghaira makfiin, si mwenye kutoshelezwa na yeyote. Ghaira makfiin, simwenye na kutoshelezwa na yeyote, kwa kuwa yeye hamhitajii yeyote na yeye ndiye anayewatosha waja wake. Na ile vizuri, hapo tulie, ghaira makfiyin, hali ya kuwa huyo nne mhimidi kwa himdi hizi nyingi, tayiban mubarakan fihi. Yeye huyo ghaira makfiyin, si mwenye kutoshelezwa na yeyote, kwa maana hamhitajii yeyote.

wametofautiana kutelea maelezo ghaira makfi. Kuna ambao wameyasema hayo na kuna ambao wamesema ghaira makfi, wanarejesha hii kwa chakula kilicholiwa, kwa maana tulichokula sisi, tulichokila sisi ghaira makfi, si chenye kutosheleza kiasi kwamba hatutohitajia tena chakula kingine baada ya chakula hiki tulichokila, ghaira makfiin, si chenye kutosheleza, watu wakatoshelezeka nacho hicho chakula, kwamba chakula mchumla wangu wa mchana ndiyo basi tena, tena, papaka nafa mimi, sili tena kwa maana sitoshelezi watu wakachukua ile hali ya kutoshelezeka nacho hicho chakula kiasi, yes, kwamba wasihitaji tena chakula kingine baada ya chakula hicho walichokila, bali neema zako, ewe nime kuhimidi. Neema zako ni endelevu, hazikatiki muda wa uhai wetu na umri wetu. Tunaelewana jamani, hapo ghaira makfiin, kwa maana ya pili kwamba unakizungumzia chakula ghaira makfiin. Kwa maana ya kwanza unamzungumzia aliyekuruzuku, kuruzuku chakula hicho. Dhahiri hii ni maana ya pili ambayo wamehitaji hal ilm au ghaira makfiin, si mwenye kutoshelezwa huyo Allah, huyo si mwenye kutoshelezwa. Kwa maana ikawa kuna mwingine ana waruzuku waja wake, kinyume chake yeye hapana. Hakuna anayechukua jukumu hilo akatoshelezwa Allah, kwa kusimamiwa riziki za waja wake zikatoka kwa mwingine. Ni yeye peke yake, yeye ni ghaira makfiin katika hilo.

ghaira makfin si mwenye kulipwa, kwamba Allah akatumemesha. Tumekunywa chai, tumemaliza alhamdulillah. Basi tumlipe mola wetu sisi, kwani kwa chakula hiki mola wetu tukuhimidi mara ngapi? Kwani kwa chakula hiki mola wetu tukusifu mara ngapi? Halipwi, ghaira makfiin, aa, akiwa si mwenye kulipwa, kwa maana uwezo wa kumlipa juu ya neema zake hatunao uwezo huo haya yote wameyataja wanawazuoni shurahul hadithi, wenye kusherehesha hadithi. Wala muwaddain na wala si mwenye kuachwa, wala muwaddain na wala si mwenye kuachwa. Huyo mola wako aliye kuruzuku chakula hicho, ambaye unamshukuru hapo, unasema ghaira makfiin, kwa maana hizo wala muwaddain na wala si mwenye kuachwa kuombwa, manake tunaendelea sisi kumwomba yeye, ndiye tunayemtarajia yeye, ndiye tunayemtegemea, aendelee kutufungulia milango ya fadhila zake zisizokwisha. Ndio maana wala muwaddain, kwa maana na wala si mwenye kuachwa kuombwa na watu kuwa na raghba na yale aliyokuwa nayo katika neema zake, bali yeye ndiye anaendelea ya kutarajiwa, tunaendelea sisi kumtaraji na kumtegemea, aendelee kutumiminia na kutufungulia milango ya fadhila zake zisizokwisha. Ndiyo maana wala muwaddain. Na wengine wakasema wala muwaddain, hapa wanairejesha hii kalima kwa chakula, wala muwaddain na wala chakula hiki sio cha mwisho, kwa maana si chenye kuagwa kwamba chakula bye bye, tena tuonana akhira A -a. wala muwaddai, kwamba min alwadaa ai laysa akhira taamina, hiki sio chakula chetu cha mwisho, ndio kwamba tuna kiaga chakula kwa wale ambao wameirejesha hapo A -a. hiyo kalima kwenye chakula, wanasema hiyo lakini hapo kusema wala muwaddai

si yule ambaye kwamba sisi tutajitosheleza kutokana na yeye tukawa hatumhitaji. Wala mustaghna anhu, si yule ambaye sisi tutakuwa tumejitosheleza kiasi kwamba tukawa hatumhitaji yeye, bali yeye ndiye mwenye kutuneemesha kwa fadhila zake. Rabbana, Ewe Mola wetu, rabbana, ewe Mola wetu. Na inafaa kusema rabbuna. Ukisema rabbana, maana yake imeondolewa hapo herufi ya kuita ya rabbana. Unasema una yote haya, mwisho unasema ewe Mola wetu nakushukuru, na inafaa kuitia dhamma

Fayahmadahu alaiha akamhimidi, mola wake juu yake baada ya kunywa kinywaji soda akasema alhamdulillah, Allah anamridhia mja wake huyo. Amepokea Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik. Angalia radhi za Allah, ameweka radhi, anamridhia mja wake kwa kitendo hiki kidogo tu, hili laonesha juu ya utukufu wake

Ukiwa huiwezi na umehangaika kuhifadhi, umeshindwa, kila ukiingiza kichwani ya kutoka, sema alhamdulillah baada ya kula chakula, sema alhamdulillah baada ya kunywa kinywaji chochote cha halali. Na imekuja riwaya kwamba alikuwa akisema, alhamdulillah alladhi kafana, sifa zote njema anastahiki Allah aliyetutosheleza, wa arwana, na aliyetuondosha kiwi chetu kwa chai tuliyokunywa, kwa maji tuliyokunywa, kwa juisi tulizokunywa. Ghaira makfi wala makfur, ni kuja hiyo, ghaira makfi wala makfur, si mwenye kutoshelezwa akasimamiwa jukumu lake au akasimamiwa jambo lake hili la kuwaneemesha waja wake. Wala makfur, na wala si mwenye kupingwa juu ya nema zake anazo zimeemesha kwa waja wake.